Diamond, yule nilisema, Diamond anasema baba yangu hakunitunza, alimzalisha tu mama akamchukia babake. Lakini Diamond huyu huyu uyu Diamond amezalisha watoto za watu wangapi? kwa anaishi maisha ya baba yake, analaani maisha ya baba yake. Okay. Amezalisha watoto mabinti za watu, kama hata mmoja aliwapa mimba hajamuoa hata mmoja, anachojivunia labda ni pesa, na hajui kwamba wale wanawake wanampenda Diamond, kwa sababu ya pesa. Wasingemruhusu hata kuwa kushika watoto wale, angekuwa maskini na baba yake kadharulia, kwa sababu ya maskini wake. Kama baba yake alivyompiga mam, mimba mamake, ndivyo Diamond anavyopiga mimba watoto za watu. Yani yeye anageuza watoto za watu kuwa chakula chake Okay. Ila yeye mama yake ndio ndio dhahabu ila atoto za watu ambao wamezaliwa na watu wengine wale ni chakula halali cha Diamond. It's very bad kwa sababu angekuwa na laani mfumo uliomleta duniani basi angekuwa mfano. Ange, leo angefunga ndoa Ana ndoa na bizura, Zuchu. Ana ndoa na Zuchu. Yasiri, lakini ndoa na Zuchu alitangaza lini? Unakuja na ndoa yasiri Diamond ni mtu anayefahamika ndoa hapa wangefunga, wangehudhuria watu wengi sana. Ni matamanio alisema Zuchu eh? matamanio ya Zuchu kwamba alitamani kufunga ndoa ya asili, kama vile hakuna matamanio. Ni uhuni tu anafanya. Mbona mama mwingine anafanya hadharani? Hakuna ndoa pale, hakuna ndoa na namwonea huruma sana na binti Zuchu kanaweza kakachezewa afu kakadampu. nachoka Mi nachoka baba yenu, ila anajua Diamond ashajiita sasa hivi uh, mtoto wa Clemence Mwandambo uh. ukipitia baadhi ya comment akiandika comment na, uh, anamalizia nachoka mimi mtoto wa Clemence uh -uh. Diamond ni mtoto wangu, ni mtoto ila Diamond ajitengeneze, na nasema akitaka baraka za kweli hapa duniani hmm, arudi kwa babake Mzee Nyange au yupi aliyemlea? Ama kwa sababu aliyemzaa yule, aliyekataliwa na mama yake yule, hivyo aliyemzaa, aliyemzaa hapa uh, wali, wali, katikati walisema kwamba babake ni Mzee Nyange ambaye ni marehemu, alafu Mzee Abduli, wewe mambo ya wanawake, wanawake ni mashetani. Yule mwanamke amemkataa babake Diamond, lengo ni kwamba yeye ndio awe anakula hela za Diamond. Wanawake ni, ni maibilisi bwana mdogo okay. Wanawake ni maibilisi. Babake Damon, ni yule yupo pale, ila yule mwanamke, yule mwanaume hatakiwi na huyu mwanamke. Ila Damon angekuwa na akili, angejua yule ni mwanaume mwenzangu, alimpiga mimba mama yangu kama mi navyopiga mimba watoto za watu, angejua yule ni mwanaume mwenzangu, lazima nimpe heshima yake, hasa yeye anacheza na akili ya mama.